Simulizi ya kutisha, kivuli cha Lusanga. E, simulizi ya Joji, tupo naye studio. Karibu. Jina langu ni Joji na hii ni simulizi yangu, simulizi ya kweli, simulizi ambayo kila ninapoikumbuka nywele husimama na mwili huingiwa na baridi kali. Niliamini najua uchawi ni hadithi za watu wa zamani hadi nilipofika Lusanga. Niliteuliwa kama mwalimu mpya wa nidhamu katika shule ya msingi Lusanga, kijiji kidogo kilicho ndani ya msitu mnene wa Milola. Niliamini nafasi hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Nilikuwa nimeomba kazi kwa muda mrefu na hatimaye nikapewa, sikujiandaa kwa kile kilichoningojea huko. Eh, nilifika Lusanga siku ya Alhamisi saa kumi jioni. Nilipokelewa na walimu wenzangu kwa shauku ya juu juu, lakini niliweza kusoma hali ya tahadhari machoni mwao. Kulikuwa na kimya kisicho cha kawaida, hewa ilikuwa nzito. Watoto walikuwa wanacheka, lakini kulikuwa na kitu ndani ya vicheko vyao, kitu kisicho cha kawaida. Vicheko vyao vilisikika kama vimejaa matusi yaliyofichwa. Katika wiki yangu ya kwanza tu, nilianza kuona mambo ya ajabu. Wanafunzi walijua mambo ya kiakili kuliko uwezo wao. Mtoto wa darasa la tatu aitwaye Mwendwa alinishangaza aliponiambia "Mwalimu Joji hiusilale sana usiku, tunaweza kukutembelea. Nilijaribu kumwonya, lakini macho yake yalibadilika yakawa mekundu kwa sekunde chache, halafu akarudi kuwa kawaida. Nilijua lazima kuna jambo lisilo la kawaida. Katika mkutano wa walimu, nilileta wazo la kuboresha nidhamu. Niliwashauri turudi kwenye maadili ya msingi na kuweka vikao vya malezi, lakini walimu wawili walipinga vikali. hibi Nyang'anyi na mwalimu Kasembe wote walinitazama kwa macho ya chuki, kisha Bi Nyang'anyi akasema kwa sauti ya chini, "Joji e, kijiji hiki hakifai kwa wanaopenda kutikisa mizizi." Sikuelewa alichomaanisha hadi usiku huo nilipolala. Nilijikuta nikiamka usiku wa manane, nikavuja jasho. Dirisha langu lilikuwa wazi, ingawa nilikumbuka nililifunga nilipoangalia niliwaona wanafunzi wangu wakiwa uchi wa mnyama wakizunguka nyumba yangu kwa kasi, na kila mmoja akiwa na ngozi ya paka mweusi mkononi. Nilifunga macho na kuanza kusalihe E Mungu wangu, kwa jina la Yesu nifunike kwa damu yako, e. Kisha nikazimia. Asubuhi niliamka, hakuna aliamini simulizi yangu. Waliniambia labda ni ndoto, lakini mdomoni nilikuwa na manyoya meusi. Nilijua sikuota. Niliendelea na kazi yangu kwa imani. Lakini kila nilipojaribu kuwachukulia hatua wanafunzi waliokiuka nidhamu, walikuwa wanatoweka ghafla kutoka darasani. Wengine walinitukana kwa lugha za kichawi huku wakiwa wanatabasamu. Kila nikisali darasani, baadhi yao walizimia, wengine walikimbia nje wakilia. Nilianza kuwa adui wa kila mtu. Walimu wakanitenga. Wazazi wakaanza kuleta matishio. Mwanamke mmoja mama wa mwanafunzi niliyemfukuza, alinifuata na kuniambia, utashangaa mguu wako wa kushoto kuota majani ya miiba. Siku tatu baadaye, nilianza kuhisi maumivu ya ajabu mguuni. Nilipoenda hospitali, daktari aliniambia ni hali ya kawaida ya mishipa, lakini kila nikisali, maumivu yalipungua. Nilijua hii ni vita ya kiroho. Wanafunzi wachache walianza kunikaribia wakisema wanataka kubadilika. Nilijua Mungu bado ana nafasi Lusanga. Lakini wale watoto walipotea baada ya wiki moja. Mmoja alipatikana amekufa msituni huku midomo yake ikiwa imejaa udongo na nywele zake zikiwa zimekatwa zote. Niliandika kila kitu kwenye daftari langu la siri. Lakini kila usiku nilijaribu kuandika, karatasi zilikuwa zinachomoka zenyewe na kuruka dirishani. Ilibidi niandike kwa damu. Na maandishi hayo ndiyo yako hapa e eh. Je, Joji ataweza kusimama na kuikomboa Lusanga? Je, atapata msaada kutoka kwa Mungu anayemtumaini? Au kijiji cha wachawi kitamwangamiza? Usitoke, endelea kubaki nasi. Hii ni Bans TV. Kivuli cha Lusanga sehemu ya pili. Simulizi ya Joji, mwalimu wa nidhamu katika kijiji cha wachawi. Siku moja nikiwa darasani nafundisha somo la maadili, mwanafunzi mmoja aitwaye Saumu alinyosha mkono kwa sura ya upole. Aliuliza, mwalimu Joji, kama Mungu yupo, mbona watu wazuri hufa mapema Lusangai? Nilishtuka, swali lilikuwa zito kuliko uwezo wake wa darasa la nne. Lakini kabla sijajibu, darasa zima lilianza kucheka. Vicheko vyao vilibadilika na kuwa vilio. Kisha wakanyamaza kwa wakati mmoja, kama vile walipewa amri. Macho yao yalikuwa yamebadilika, weusi wake ulipotea. Nikajua hii ni changamoto nyingine ya nguvu za giza. Usiku ule nilifunga na kuomba. Nilikaa kwenye kabati langu la chumba nikiwa na Biblia, mafuta ya upako na daftari la siri la kumbukumbu -kumbu za Lusanga. Ndipo ndoto ile iliponijia kwa mara ya kwanza. Niliota niko kwenye uwanja wa michezo wa shule nikizungukwa na watoto walio na midomo ya chura mikono ya paka na miguu ya binadamu. Walikuwa wananizunguka wakiimba kwa Kiswahili kilichochanganywa na lugha nisiyoijua mwalimu: mwema hana nafasi Lusanga eh, mwalimu mwema ni sadaka kwa mitambiko eh. Nilipoamka shati langu la usiku lilikuwa limechanwa mgongoni kama kwa makucha ya mnyama. Hapakuwa na mtu chumbani ila harufu ya damu na udongo ilikuwa hewani. Siku moja niliporudi nyumbani kutoka shule nilimkuta mgeni, mzee mmoja mrefu mwenye ngozi iliyokauka kama mizizi ya mti. Alivaa kanzu nyeupe isiyochafuka licha ya kuwa kwenye vumbi. Alinitazama na kusema he. mwalimu Joji umechagua vita ya ajabu. Kijiji hiki kilikabidhiwa kwa nguvu za giza tangu enzi za babu zetu ila upo unabii mmoja wa mtu atakayeinua mti wa nuru katikati ya Lusanga. Wewe ni yule mtu. Nilijaribu kumuuliza ni nani yeye, lakini alinitazama kwa jicho moja likiangaza akasema, eh, usiogope. Kuanzia leo utapigana, si kwa macho bali kwa imani. Watakushambulia lakini hawatakushinda. Alipotea mbele yangu kama moshi, niliamini alikuwa malaika. Kesho yake hali ilizidi kuwa ya kutisha. Mwalimu Kasembe alileta barua ya kumtaka mkuu wa shule aandae kikao cha kumfuta kazi Joji, yaani mimi, sababu anaeneza dini na hofu kwa watoto. Mkuu wa shule alikuwa amezidiwa. Aliniambia, Joji na kuheshimu, lakini hawa watu si wa kawaida. Walimu watano waliotangulia wewe walikufa au walipotea. Nimechoka kuficha Nilijua hii ni vita kubwa zaidi ya kazi tu. Niliendelea kufunga na kuomba kila asubuhi, nilijipaka mafuta na kusali mezani darasani. Wanafunzi wengine walikuwa wanatoroka darasa langu, wengine walileta nyoka ndani ya dawati. Nilijua ni nguvu ya giza, lakini bado niliendelea. Siku moja, mtoto mmoja aligeuka paka mbele yangu nikiwa macho. Nilipiga kelele kwa jina la Yesu, na mwili wake ulirudi kawaida. Alizimia, nilimchukua hadi ofisini. Wazazi wake walipokuja walinitishia kwa macho, lakini hawakuweza kusema neno. Wakati huo ndipo nikajua nuru imeanza kushinda giza Lusanga. Lakini siku moja nilikutana na hatari yangu kubwa. saa sita usiku nikiwa nasali, mlango wa chumba changu ulifunguka taratibu, nilimwona bi Nyang'anyi akiingia huku miguu yake ikikosa kivuli. Alikuja karibu na kusema kwa sauti ya kutetemesha, E Joji, ukitaka kuishi acha kusema jina la Yesu hapa Lusanga. Nilinyosha mkono wangu ulioshika Biblia nikasema kwa sauti, imeandikwa, nuru hung'aa gizani, wala giza halikuweza kuishinda. Toka kwa jina la Yesu. Alilia kama mbwa mwitu, mwili wake ukaungua moto wa ajabu akatoweka kama moshi. Nilielewa ushindi si wa haraka, lakini ni wa uhakika. Je, Joji ataendelea kushinda mapambano haya? Je, Lusanga itakombolewa? Wazazi, walimu na wanafunzi wachawi watajibu vipi? Sasa endelea kubaki kivuli cha Lusanga i sehemu ya tatu, mti wa nuru, simulizi ya Joji mwalimu wa nidhamu katika kijiji cha wachawi. Siku tatu baada ya tukio la Bi Nyang'anyi, mvua ilianza kunyesha Lusanga kwa namna ya ajabu. Haikuwa mvua ya kawaida, ilikuwa nzito, ya mchanganyiko wa mvua na udongo mweusi. Miti ililia, ndio uliweza kusikia sauti za mitini kama watu waliolaaniwa. Nilijua Lusanga iko hatua moja kabla ya kulipuka kwa laana, lakini niliendelea kusali nikiwa pekee yangu kwenye ofisi ya walimu usiku, nilifungua Biblia yangu, na kwa mara ya kwanza kurasa zilianza kung'aa. Nuru kama ya moto ilitoka katikati ya maandiko na maneno haya yakajitokeza: katika kijiji cha giza mti mmoja utaota, mti wa nuru, mti wa ukombozi. Mtazame upande wa kaskazini wa msitu wa Lusanga, pale ndiko neno la mwisho la vita. Kesho yake niliomba likizo ya siku moja. Nikaingia msituni nikiwa na Biblia, chupa ya maji na daftari la kumbukumbu -kumbu zangu. Nilitembea kwa saa mbili hadi kufika sehemu ambayo hata wenyeji wa Lusanga huchukia kuizungumzia kilima cha Kaleza. Hapo ndipo niliona mti mmoja mrefu kuliko mingine yote. Uliangaza kwa mwanga wa dhahabu. Ila chini yake kulikuwa na vichuguu vitatu vikubwa na katikati yake kaburi lisiloandikwa jina. Niliposogea nilisikia sauti ikisema, Joji, hii ukigusa mti huu, wachawi wote wa Lusanga watajua, wataungana, utakuwa adui wa kijiji kizima. Niliketi na kusali, nilimwomba Mungu anipe nguvu ya kumaliza vita hii. Nikaweka mkono wangu juu ya mti. Ghafla upepo mkali ulivuma, sauti zikaanza kuzunguka kichwani mwangu majina ya walimu, wanafunzi na wazazi wachawi yalianza kunitajwa kichwani kwa sauti niliyowahi kuisikia tu ndotoni. Nikasikia tena, wewe ndiye mteule, rudisha mti huu shuleni, panda tawi lake, halafu subiri siku saba, utaona ishara. Nilikata kijitawi cha mti wa nuru na kukifunga vizuri. Niliporudi kijijini, niliwahisi wanajua. Walimu walinitazama kana kwamba nina kitu kibaya lakini hakuna aliyeweza kunigusa. Lakini hakuna aliyeweza kunigusa. Niliamini mwanga wa mti ule ulinifunika. Nilikipeleka kijitawi shuleni, nikakipanda kwenye bustani ya mbele ya darasa la saba. Kila siku asubuhi nilienda pale na kuombea. Siku ya saba jua lilipochomoza, kijitawi kilianza kung'aa. Wanafunzi walianza kupiga kelele, wengine wakapoteza fahamu. Mmoja wa walimu, mwalimu Kasembe alikimbilia darasani akatupa fimbo yake chini, akalia kwa sauti ye, Joji, iniache, naomba msamaha, sikutaka haya yote, walinilazimisha nikamwambia, ukombozi wa Lusanga hauji kwa fimbo, unakuja kwa toba. Siku hiyo moto uliteketeza nyumba ya bi Nyang'anyi usiku bila mtu kugusa kiberiti. Hakuna aliyeumia lakini sauti za kilio cha ajabu zilisikika msituni usiku kucha. Tangu siku hiyo mabadiliko yalianza. Wazazi wachache waliokuja shule walianza kusema he, mwalimu Joji, hatujawahi kuona kama haya, watoto wetu wameanza kubadilika. Lakini siku moja mtoto mmoja aliniambia, he, mwalimu, kuna kikao kikubwa cha wachawi kimeitishwa, wameapa kukuondoa kabla ya mwezi kuisha. Nilimshukuru nikamwambia, waambie mimi siogopi kwa maana nimesimama na mti wa nuru. Lakini moyoni nilijua vita kubwa bado iko mbele. Wachawi wa Lusanga hawajakubali kushindwa. Nuru imeingia, lakini giza bado linagoma kutoweka. Nikaandika kwenye daftari langu, mti wa nuru umeota, lakini kivuli cha Lusanga bado kinatembea. Mwangaza umepenya, lakini hatujaushinda kabisa. Lakini na hapa. Sitarudi nyuma, nitakomboa shule, nitakomboa kizazi na nitamletea Mungu ushindi Lusanga. Je, George atafanikiwa kwenye hii operation ngumu zaidi kwake? Tukutane sehemu ya nne, Kivuli cha Lusanga, hii sehemu ya nne hii, kikao cha wachawi na mtihani wa mwisho. Simulizi ya George, mwalimu wa nidhamu katika kijiji cha wachawi. Siku tatu baada ya upandaji wa mti wa nuru, anga la Lusanga lilianza kubadilika. Usiku haukuwa tena wa kawaida, nyota zilififia, bali mwezi ulionekana kuwa na doa jeusi na mbwa wa kijiji walilia kwa sauti ya majonzi kila usiku saa sita kamili. Nilijua huu ni mwanzo wa kikao walichoahidi. Jioni ya Ijumaa, nikiwa najipumzisha kwenye chumba changu cha kulala, dirisha langu lilifunguka bila kupapasa. Upepo wenye harufu ya mkaa uliingia. Kwenye ukuta maandishi kwa damu yakaanza kujitokeza ha. Joji leo saa sita usiku njo mlimani Kalenda. Baraza kuu linakusubiri. Ukikataa utaondoka Lusanga, si kwa miguu bali kwa kubebwa bila roho. Nilisujudu sakafuni. Nililia kwa machozi halisi. Lakini sauti ndani yangu ilisema kwa nguvu. Joji, si wewe unayetetewa, ni jina langu linalotukuzwa kupitia wewe. Nikasimama Nikavaa suti nyeusi, nikachukua Biblia, mafuta yangu ya upako na kijitawi kidogo cha mti wa nuru nilichokata kimya kimya. Saa 5 na nusu usiku nilianza safari yangu kuelekea mlimani Kalenda, mahali pa siri pa wachawi. Nilipofika walikuwepo wachawi 12, kila mmoja na mavazi ya giza, vinyago vya usoni vilivyotengenezwa kwa ngozi ya binadamu na midomo iliyochorwa alama za damu. Katikati yao kulikuwa na kiti cha mawe cha yule aliyeitwa yu mkuu wa kivuli, aliyekuwa hajawahi kuonekana hadharani kwa miaka arobaini na saba. Mkuu huyo alinena kwa sauti kama radi, Joji wa imani, umetibua utaratibu wetu, umepanda mti wa nuru, umeamsha tumaini. Kwa nini unatuvamia kwa jina la Mungu wako? Niliwaangalia nikasema, nimekuja si kwa kiburi, bali kwa wito Lusanga ni ya Mungu, watoto wake si wa laana, walimu wake si wa minyoo ya giza. Mimi si mkombozi, bali nimeitwa kuangaza wote. Walicheka, lakini ghafla mmoja wao, yule wa kulia kwa mkuu wa kivuli, alianza kutetemeka, macho yake yakatokwa na damu, akaanguka. Nikasikia sauti kutoka juu ya mlima, usiguse mti wa Mungu bila toba. Walinyamaza. Mkuu wa kivuli alisimama, mikono yake iliinua kijiti kirefu chenye moto wa kijani, akasema, basi tucheze mchezo wa mwisho. Mwalimu George, vuta mstari katikati ya ardhi, usiuvuke. Ukivuka ni vita ya milele. Nikavua viatu nikakalia, wakatetemeka. Mmoja wao akasema, mtu huyu amevaa moto wa mbinguni, hatuwezi Mkuu wa kivuli akainua kijiti cha mwisho, lakini kilipasuka vipande mbele ya uso wangu. Akaanguka chini akalia kwa sauti ya mtu asiye na tumaini, imetimia, Lusanga inatoka mikononi mwetu. Nikasema kwa sauti kuu, kwa jina la Yesu Kristo, Lusanga ni ya Mungu. Wanafunzi wataelimika bila kafara, walimu watapandishwa vyeo kwa haki, wazazi watapona. Lana imevunjwa. Siku iliyofuata, Lusanga ilizinduka kama kijiji kipya. Watoto waliimba nyimbo za matumaini. Wazazi waliomba msamaha hadharani. Walimu waliomchukia Joji walimwalika kwenye vikao vyao. Baraza la elimu liliamua kumpandisha Joji kuwa naibu mkuu wa shule ya msingi Lusanga. Lakini Joji hakubaki hapo hu, kwa sababu Lusanga ilibadilika, nilijua bado kuna vijiji kama Lusanga ambavyo vinafungwa na giza. Na kwa hiyo safari yangu haikuisha. Mimi ni mwalimu wa nuru, na nitakwenda popote penye kivuli. E, kwa hakika hakuna jina kuu kama jina la Mwenyezi Mungu, muumba mbingi na dunia. Je, George ataenda wapi? Atafanikiwa huko atakakoenda? Baki na sisi Kivuli cha Lusanga, e, sehemu ya tano, huziwa la Giza. Simulizi ya George, mwalimu wa nuru kutoka Lusanga. Miezi miwili baada ya ushindi juu ya wachawi wa Lusanga, niliitwa makao makuu ya elimu mkoa wa Mahenge. Nilidhani ni kwa ajili ya cheo au tuzo, lakini haikuwa hivyo. Kamishna wa elimu alinichukua pembeni na kuniambia kwa sauti ya kupunguza hu. Joji, kuna kijiji kinachoitwa Nyambwili kiko kando ya ziwa kubwa linaloitwa Ziwa la Giza. Wanafunzi 34 wa shule ya msingi wamepotea ndani ya miezi sita, walimu wawili wamepotea bila maelezo. Kijiji hiki kinahitaji mtu aliye tayari kufa kwa ajili ya watoto. Nilikaa kimya, nikamwambia, ikiwa Mungu amenituma Lusanga, ataendelea kunituma hata kwenye giza nene zaidi. alama ya nyota, alama ya nyota. Nakumbuka siku ya kuondoka Lusanga, watu walijaa kwenye kituo cha basi. Wazazi walilia, wanafunzi walishikilia nguo zangu, wengine walinipa zawadi ndogo ndogo: Biblia, kijikombe cha udongo, bangili yenye maandishi mwalimu wa nuru. Safari kwenda Nyambwili ilichukua masaa kumi na sita, barabara za vumbi, msitu mweusi na baridi ya ajabu. Kijiji kilikuwa kimya, hakukuwa na sauti ya kuku wala kelele za watoto. Ukifika Nyambwili, unajua uko mahali ambapo matumaini yamechinjwa kwa muda mrefu. Nilipofika shule, mlango wa ofisi kuu ulijifungua wenyewe. Ndani palikuwa na meza moja na maandishi kwa pande zote ya moto. Usithubutu kuleta nuru kwenye giza la maji. Usiku huo nililala kwenye chumba cha mwalimu mkuu wa zamani ambaye alitoweka miezi miwili nyuma. Nikiwa usingizini, nilisikia sauti ikisema Ziwa la giza si tu la maji, ni lango wameza waliokuja bila agizo. Usidhubutu kuhubiri bila kupiga goti. Niliamka, nikapiga magoti, nikaomba alama ya nyota, alama ya nyota. Kesho yake nilienda shuleni nikakuta wanafunzi wachache sana. Mwalimu George, kuna saa moja kila siku saa sita mchana ambapo kivuli cha ziwa huingia darasani. Ukikiona usiseme Ukikiangalia utasahaulika, ukikimbia utachukuliwa. Nilimshika mkono nikamwambia asante, leo tutasali pamoja. Nikasali na wanafunzi wachache waliokuwepo, nilianza kufundisha somo la Kiswahili ila saa sita kamili niliona kwa macho yangu kivuli kizito kama wingu jeusi kikiingia darasani. Wanafunzi wote walinyoosha mikono na kufumba macho. Mimi nikabaki nikikikazia macho, nikasema kwa nguvu, kwa jina la Yesu Kristo, nuru ya Mungu iingie kwenye kivuli cha ziwa. Ghafla, upepo mkali ukaingia darasani, madawati yakapaa, vitabu vikaanza kuruka kama ndege, lakini Hania akasimama na kuimba wimbo wa maombi niliyowafundisha asubuhi ile. Mwanga ukashuka kutoka dari ya darasa, kivuli kilitoweka. alama ya nyota, alama ya nyota lakini, usiku ule walikuja wachawi wa maji, walikuja na mavazi ya samaki, nyuso zisizo na midomo na macho ya samahani. Walizunguka nyumba yangu wakilia kwa sauti ya maji yanayochemka nilisikia sauti ikisema, Joji, umesimama kwenye lango la vilindi, usipoogopa ziwa litafunguka. Niliamka usiku wa manane, nikabeba Biblia, mafuta na kijitawi cha mti wa lusanga kilichokauka nikasogea mpaka kwenye kingo za ziwa la giza. Nikasema, E Bwana, kama ulivyoniokoa Lusanga, niokoe hapa pia. Tazama macho ya watoto hawa, nuru yako ishuke. Ziwa likaanza kutetemeka kwa kimya kama kaburi. Nikitaja majina ya watoto waliopotea, niliamini bado wako hai, lakini si katika hali ya kawaida. Siku moja Hania yule binti mdogo aliniletea kisanduku cha mbao ambacho alikikuta chini ya meza ya ofisi kuu ya zamani. Ndani kulikuwa na picha 34 za wanafunzi waliopotea, kila mmoja akiwa amevaa mavazi ya ajabu yanayofanana na ngozi ya samaki. Kulikuwa pia na ujumbe ulioandikwa kwa damu. Wapo ndani ya maji, lakini si wa maji. Wamesahau majina yao. Lakini watakutambua kama utaitaja ile namba, eh. Namba iliyoandikwa ilikuwa 47:12. Nilichukua Biblia, nikaenda moja kwa moja kitabu cha Isaya 47:12, na maandiko haya yakaniangukia: endelea basi na uchawi wako, na kwa wingi wa uganga wako, uliojitaabisha kwao tangu ujana wako, labda utaweza kufaulu, labda utatia hofu. Moyo wangu ulitetemeka. Maandiko yalikuwa majibu walikuwa wamefungwa na uchawi tangu wakiwa watoto. Alama ya nyota, alama ya nyota. Siku ya pili niliamua kwenda ziwani saa nane usiku, muda ambao hata wenyeji wa Nyambwili hujifungia ndani. Niliweka picha za watoto juu ya jiwe la maji, nikasali, nikaita namba hiyo kwa sauti: arobaini na saba na kumi na mbili, arobaini na saba na kumi na mbili. Kwa jina la Yesu Kristo, waliofungwa wainuke! Maji yalianza kuchemka taratibu. Kisha sauti ya kunguluma ikasikika kutoka chini ya ziwa kutoka ndani ya maji. Walitoka samaki thelathini na nne waliovaa mikufu ya shaba shingoni ki nililia, nikainama, nilimshika mkufu wake nikaomba kwa sauti ya kilio, Bwana wa majeshi, hurumia hawa watoto, rudisha fahamu zao, rudisha miili yao, rudisha majina yao. Ghafla mwanga mkali uligonga ziwa samaki wote 34 walianguka chini ya maji kama wamezimwa. Kulikuwa na kimya, dakika tano zikipita bila chochote. Halafu ghafla walirudi juu, sio tena samaki, bali watoto wa kawaida, wakiwa uchi, wakiwa na hofu, lakini wakiwa na macho ya uhai. Waliniangalia, mmoja akasema, tumelala kwa muda mrefu mwalimu. Je, bado tunakaribishwa darasani? alama ya nyota, alama ya nyota. Siku ya pili habari ilienea Nyambwili. Wazazi walilia, wengine walitaka kujiwa kwa majuto. Wachawi waliotoroka Lusanga na kujificha Nyambwili walijulikana, watu wakaanza kuvua vinyago. Baraza la wachawi wa maji lilikufa rasmi. Nilipokea barua ya uteuzi mpya hii mkuu wa elimu maadili katika vijiji vya pwani ya Kusini, jukumu ambalo lilimaanisha kusafiri zaidi, kukutana na giza zaidi na kutangaza nuru ya Mungu mahali ambapo watu walidhani imani imekufa. Lakini sikuweza kuondoka Nyambwili kabla ya kuandika maandishi haya juu ya mlango wa shule. Kwa jina la Yesu kila mwanafunzi ni zawadi. Hatumtoi tena kwa laana. Hitimisho u. Baada ya kurejesha wanafunzi wa nyambwili kutoka ziwa la giza, nilipata heshima ya kuwa mgeni wa serikali ya elimu kwa muda mfupi, lakini moyo wangu haukutulia. Kila nilipoomba nilisikia sauti ikisema hu, safari haijaisha. Usiku mmoja wakati nikiomba, mlango wangu uligongwa na mzee wa makamo mwenye ngozi nyeusi kama mkaa na macho ya kijani. Bila kujitambulisha, alisema h, Joji, kuna kijiji kinaitwa Mapepo hakipo kwenye ramani, lakini kiko katika mateso. Wanahitaji mwalimu, si kwa somo, bali kwa ukombozi. Nilikaa kimya nikisali, kisha nikakubali. Safari ya kwenda Mapepo haikuwa ya kawaida. Hakukuwa na barabara wala watu waliowahi kusikia kuhusu kijiji hicho. Nilitembea misitu, nikavuka mito hadi nikafika sehemu ambapo hewa ilikuwa nzito kama moshi na anga lilikuwa giza hata mchana. Nilipofika watu walikuwa kimya, hakuna mtoto aliyekuwa na jina, kila mmoja aliitwa mmoja au mwingine. Watoto walikuwa kama mizimu, walimu waliogopa hata kutamka jina la Mungu. Nilipewa chumba cha kufundishia, ila kilikuwa tupu. Sauti ikaniambia, usifundishe somo, fundisha jina, wape jina. Siku moja nilikusanya watoto chini ya mti mkubwa Nikaomba, kisha nikasema, leo siwafundishi herufi, leo nawapa majina. Wewe utaitwa Neema, wewe Tumaini, wewe Baraka, wewe Amani. E, wakati huo huo upepo ulivuma, giza lilitetemeka, watoto wakaanza kulia, macho yao yakang'aa, walimu waliokuwa wachawi wakakimbia na mapepo ilianza kubadilika. Sauti za nyimbo za watoto zikaanza kusikika tena baada ya miaka mingi. Alama ya nyota, alama ya nyota. Lakini usiku wa mwisho niliota ndoto. Ika. Nikatembea. Nikaona msalaba mdogo wa mbao wenye maandishi. Hapa alitoweka mwalimu wa nuru Joji.